Karibu katika simulizi yetu ya Monica na hii ni sehemu ya kwanza. Basi tukaanze simulizi yetu. James alikuwa ndiyo kwanza amemaliza elimu yake ya kidato cha sita, akiwa na ngojea matokeo, akaamua kutoka kwao kijijini na kutembelea mjini ili angalau aone dunia inavyokwenda. Pia aliamini mjini kuna fursa nyingi ambazo hazitamwacha akae bure kama ambavyo amekaa kijijini. Mjini alipokelewa vizuri na kaka yake, mtoto wa baba yake mkubwa, ambaye ya alikuwa ni mwalimu katika shule moja ya sekondari pale mjini. Kaka yake huyu alikuwa na mke mrembo sana na mtoto mmoja wa takribani miaka 12. Sasa wacha nielekee kibaruani, nikirudi nitakutembeza uone mji mdogo wangu. Paul kaka yake James alimwaga mdogo wake, akaenda kazini na kumwacha James akibaki na shemeji yake tu, maana hata Peter, mtoto wa Paul, alikuwa amekwenda shule tayari. Basi James akarudi chumbani na kuendelea kusoma kitabu chake Think Big ambacho alikuwa akikurudia mara ya tatu sasa, kwani hakikwisha utamu, pia hakuwa na kingine cha kusoma. James, James! ilisikika sauti mlangoni ambayo bila shaka ilikuwa ya Monica shemeji yake James, akiita huku akigonga mlango wa chumba alichokuwemo James. Naam, James akaitika, huku akiacha haraka alichokuwa kikifanya na kutii wito ule. Naomba unisaidie kuingiza mkaa ndani, alielezea shemeji mtu mara baada ya James kufungua mlango. na James hakuwa na kipingamizi, akaelekea nje ambapo kulikuwa na gunia la mkaa ambalo ilionekana ndio lilikuwa limenunuliwa sasa. Shemeji, utaliweza kweli hili? James aliuliza baada ya kuona kuwa gunia lile lilikuwa kubwa sana kwa shemeji yake kuachiwa upande mmoja wa kubeba peke yake. Nitajitahidi, tutalifikisha tu, alijibu Monica, na kazi ya kubeba ikaanza. Ilikuwa ni kazi ngumu sana kwa Monica. Aliweza kunyanyua kidogo tu na kila baada ya hatua tatu akalitua chini na kupumzika. Wakati wakiingia ndani, kanga ya Monica ilidondoka. Ndani alikuwa amevaa kagauni cha kulalia ambacho kilikuwa kifupi sana juu ya magoti, lakini Monica akapuuza kuiokota kanga ile na kuendelea na kazi waliokuwa wakiifanya. Kwa macho ya wizi, James alikuwa akiangalia maumbile ya Monica ambayo kwa kweli yalikuwa na nguvu ya kumtikisa mwanamume yoyote aliyerijali. Kagauni kale kaliweza kuonyesha ndani, na James aliweza kuiona vizuri chupi nyeupe ambayo Monica aliivaa siku hiyo, japo alijifanya kama haangalii. Simulizi hii haijafika mwisho, bado inaendelea. Kama unataka muendelezo, chagua njia ya kupata muendelezo, tembelea website yetu ya www au ungana nasi kwenye chaneli yetu ya WhatsApp, ukaenjoy simulizi kali za kuelimisha na kuburudisha.